Mama utampokea mheshimiwa Spika wa Bunge pamoja na baba, pia utasimama dada, pia msindikize mama. Utampokea mheshimiwa Spika wa Bunge atapokuja hapa mbele kukabidhi zawadi kwa maharusi. Mpigeni makofi mengi anapokuja madam, mama yetu, karibu sana, umependeza kweli kweli. DJ Mlete, karibu salama, hey! Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe sana Unajua kazi ya kuongea wakati watu tumesha shiba mezani inakuwa kidogo mtihani, lakini jamani, hebu tuwapigie makofi wale wote ambao wamependeza leo eh. Sasa nikisikia makofi ndo najua tunasikizana. Afu tupigieni makofi ambao hatujavaa rangi tulizoambiwa tuvae leo eh, tupigieni makofi na sisi jamani, aya. Alafu kisha tupigieni ambao tuna miundombinu yetu, maana leo kuna watu hapa saa ya kucheza miundombinu imekamilika. Hebu tupigeni makofi ambao miundombinu iko vizuri aya. Tupigeni makofi na wale ambao mi, miundombinu yetu mkandarasi bado yuko site, hebu tupigeni kidogo aya. Asanteni sana. Uh, kwanza nitumie fursa hii kuwapongeza sana bwana na bibi harusi. Hongereni sana kwa hatua mlioifikia leo. Sisi wote tuliokuja hapa tumekuja kwa upendo na tunaendelea kuwaombea katika jambo hili ambalo Mwenyezi Mungu ameshawabariki kwa kweli akaendelee kuwajalia neema na furaha na amani tele. Kwa sababu leo tulikuwa tunaangalia hapa mkicheza, mlikuwa mnatazamana, yani mnapendana kweli kwa bidii. Hatuna wasiwasi kwamba mnapendana. Na tunawatakia upendo huo ukadumu. Si ndio jamani eh? Sisi wote tunawaombea hivyo. Sasa huku sisi tulioko huku, si mmeona wako aina mbalimbali? Kuna mtu tangu akae kwenye kiti hajanyanyuka, yani wimbo wowote ukipigwa yeye haumuhusu, wako humu ndani lakini, wako ambao wamesimama, kila wimbo ukipigwa yeye ya, anaujua yani, anaimba na, na maneno, wamo humu ndani. Sasa huko nje pia tumechanganyika vivyo hivyo. Yaani, usimsikilize mtu anayekuletea ndoa yake kwenye ndoa yako. We, katengeneze ya kwako. E, katengeneze ya kwako. Yaani yeye amemshinda huko, asikupe we story. Ah, katengeneze ya kwako, na wala yeye asiyefaniki, aliyefanikiwa asikutishe hata yako itafanikiwa vile vile. Nendeni mkatengeneze ndoa yenu. Bwana harusi huyu uliyemwoa leo na akawa mkeo, hajawahi kuwa mke wa mwingine kwamba anajua kuwa mke. Kamtengeneze awe mke wako. Na wewe bibi harusi, aliyekuoa leo hajawahi kuwa mume wa mtu, kwa hivyo hajui kuwa mume. Kamtengeneze akawe mume wako. Kwa hivyo sisi hapa tunawatakia kila laheri. Sasa mama, pia natumia fursa hii kukupongeza kwa hatua hii ambayo watoto hawa wamefikia, na uh, uzaz, upande wa biharusi pia tunawashukuru sana kwa malezi yenu kwa binti, na msiwe na wasiwasi e, mama mwenyewe ndio huyo hapa, tabasamu limejaa. Kwa hiyo anatabasamu hivi hivi kila siku, na naamini binti ataendelea kutabasamu na mumewe pia ataendelea kutabasamu. Mama ndio huyo hapa, mmempata sasa. Pamoja na shukrani hizo kwa mama lakini leo tumeleta zawadi kidogo, basi muipokee hiyo e, zawadi. Tumeona tutoe zawadi alafu mziki uendelee na sisi tuendelee kuburudika ili tusikae nayo, maana zawadi nzito kidogo ilikuwa inatuelemea inatutia jasho humu ndani. Kwa hiyo asanteni sana na kila laheri, Mungu awajalie ndoa njema. Asante sana, naomba tuongeze makofi mengi kwa Mheshimiwa Spika wa Bunge. Wale boys namba wawili waje hapa tupokelee zawadi tafadhali. Vijana wawili. Yes, vijana wawili chap chap kidogo. Yes. Sana sana pata picha pale vijana ba. ba. ba. ba. ba. ba. wawili waje. Boys wawili tafadhali, zawadi za tukazipishie hapo tupate picha. Sogeza toka pembeni.